Kitabu cha Injili ya Marko sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tunasonga mbele na kitabu cha Injili ya Marko ile sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, ili tunapoendelea na hichi kipindi na wewe unasoma kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako, ambapo itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuimarika. Na maeneo ambayo utakuwa unaona yanakugusa sana kwa upekee, hakikisha unayaandika pembeni na kuendelea kusoma zaidi na kujiombea neema ya kuishi katika hilo neno, itakusaidia kukomaa kiimani. Watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ambao watoto wako tumeungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaamini Mungu uko na sisi na upendo wako umetusimamia. Tuwezeshe Roho Mtakatifu ili kwa neno lako tuweze kutiwa uzima. Hekima yako tunaomba iamue ndani yetu ili Mungu tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti mlango wa kumi na moja. Hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia: nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa asiyepandwa na mtu bado; mfungueni kamleteni. Na mtu akiwaambia mbona mnafanya hivi semeni, Bwana anamhitaji; na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakawaambia kama Yesu alivyowaagiza, Nao wakawaruhusu wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi waliyoyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana! Ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi. Hosana juu mbinguni. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake; na alipoufikilia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, Je, yeah, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimwogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mti umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama, mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwamini Mungu. Amin nawaambia yeyote, atakayeuambia mlima huu Ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo, mkisali aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Wakafika Yerusalemu tena. Hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja, nanyi mnijibu, kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakasemezana wao kwa wao, wakisema kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema mbona basi hamkumwamini ila tukisema ulitoka kwa wanadamu... Waliogopa watu, maana watu wote walimwona Yohana kama nabii halisi. Wakamjia Yesu wakasema hatujui. Yesu akawaambia wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Mlango wa kumi na mbili. Akaanza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu akazungusha ugo Akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Hata kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtwaa, wakampiga, wakamtoa nje hana kitu. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine, na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Akamtuma mwingine huyo wakamua, na wengine wengi, hawa wakiwapiga na hawa wakiwaua. Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake; huyu naye akamtuma kwa mwisho, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi, haya, natumue na urithi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamua wakamtupa nje ya shamba la mizabibu basi. Atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuwaangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Hata andiko hili hamjalisoma: jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Nao wakatafuta kumkamata, wakaogopa mkutano, maana walitambua ya kwamba ule mfano umewanenea wao. Wakamwacha, wakaenda zao. Wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe umtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au siyo? Tumpe. Simpe? Naye akijua unafiki wao akawaambia, mbona mmenijaribu? nileteni dinari niione. Wakaileta. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakamstaajabia sana. Kisha Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama wakamwendea wakamuuliza na kusema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kwamba ndugu ya mtu akifa akamwacha mkewe wala hana mtoto, ndugu yake amtwaye yule mkewe, akampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba, wa kwanza akatwaa mke, akafa asiache mzao. Wa pili naye akamtwaa, akafa, wala yeye hakuacha mzao, na watatu kadhalika, hata na wote saba wasiache mzao, mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama, atakuwa mke wa yupi katika hao? Maana wote saba walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, je, hampotei kwa sababu hii, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu? Kwa maana watakapofufuka katika wafu, hawaowi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Na kwa habari ya wafu, ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa sura ya kijiti, jinsi Mungu alivyomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, hivyo mwapotea sana. Na mmojawapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsahili neno tena tokea hapo. Hata Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, husemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe asema ni bwana, basi amekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Akawaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu; ambao hula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amin nawaambia, huyo mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia.